<laughs> Bila shaka hilo cheko la furaha ne, ni raha sana. Amani complex eh, wenyewe anaita Amani Stadium Zanzibar mm. Mimi najiuliza mpaka leo jamaa alikosaje kombe kwenye uwanja mzuri kama yani, mimi hapa godi Yanga najiuliza hivi wale madunduko alikosaje kombe kwenye uwanja mzuri kama huu yaani, ah. pichi safi yes, yes, yes. ya kufunga goli moja kwa moja. Hii kweli watu wanakula tano, em tusikitike kidogo, hii ni hatari afisa habari wa Young Africans wakiongozwa na rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Ali Saidi. Kama kuna wazo limepatikana zuri zaidi kwa hii kutokea basi ni hili la kuleta mechi ya Yanga ya ligi kuu hapa visiwani Zanzibar, wakati kama huu kuja kuwapongeza uh, Wazanzibari na kuwashukuru kwa lile kubwa ambalo wamelifanya leo. Tunazungumza kombe <laughs> la Confederation liko Uarabuni. Unasema <laughs> huu kwa ni mwembamba sana huu uwanja, uwanja huu mdogo, hauna mapana kama yale Benjamin, hasa Dodoma Jiji karaje tano hmm. Ya Dodoma Jiji karaje tano. Unajua kuna vitu vingine ukiviwaza Dodoma kala tano. Kwanza pongezi kwa kocha mkuu wa Young Africans Milud kwa, kwa namna ambavyo amefanya rotation ya kikosi chake. Namna ambavyo ameweza kuwapumzisha baadhi ya wachezaji na kuwatumia baadhi ya wachezaji. Lakini bado standard na ya Young Africans inaonekana ni kubwa kuliko ya Dodoma Jiji. Mm -hmm. Tazama upande wa kulia, kacheza kibwa na Shomali ambaye hakucheza kwa muda mrefu, nafasi ya Israel, Patrick Mwenda. Ukienda okay, kwenye eneo la midfield. Wapi Ali Daucho? Hayupo kabisa. Yuko wapi mudafiri haya basi? Hayupo kabisa. Ukienda okay, tu kwenye idara ushambuliaji, ukiangalia okay, Stefano Ziziki, kaondoka wala no. Hakuna shida yoyote. Angalia Prince Mpumelelo Dube ambaye ameumia. Hakuna shida yoyote. Akini mtu anakula tano. Tano. Hivi unaelewa maana ya goli tano? Angalia hizo goli tano, alafu wawazie madunduka ambao walicheza kwenye uwanja huu. Tena unaitwa New Amani Stadium Zanzibar. Mpoko. Lakini madunduka pamoja na yote moko, moko moko moko, yani haieleweki. Timu yao wanataka kucheza yani, wale labda wapelekwe kilingeni. Kilingeni awanawacheza uganga tu, kwa sababu hey, betha no, nikiwaambia kwa sababu hapa naongea mbele ya PMTV hmm, Ayoma Media hmm, na Almas Media safi, safi sana mdogo wangu Almas, sio kasongo lakini <laughs> isije kawa Almas kasongo hii hmm, uh -huh, iwe Pablo Almas TV, Pablo Almas TV. Uh, nikiwaza mimi mm. madunduka namna ambavyo wamekaa kimya mm -hmm. Wewe unadhani kwamba ukimya wao ni kwamba wanataka kuleta timu wanjani mm -mm. Sasa wanasema wao sio mechi yao. Ukimya wao wao wanaongea na waganga tu muda huu yani mimi ndo nakupa sasa hiyo hiyo ndani nakupa mimi yani. Ukimya wa makoro ambao sisi tunaelekea kwenye dabi sisi na wao, kila wakipiga nyumba kuja lazima waje, na wasipokuja nitawafuta kwenye uso wa dunia yani, hiyo klabu haitakuwepo tena. Yani, na washabiki wa kunibishia hayupo, nakwambiaje? Yaani, wee mpe salamu mba. kila shabiki wa Simba eh, mwambie Godi anasema eh, Simba wasipokuja kwenye hiyo mechi Godi anawafuta kwenye uso wa dunia ha, na wana kama wanabisha mbe, wajaribu kuona washawishiana. kwa nani ukimfuta? Wa wewe, sisi si ndio tumawazalisha wale wakawawatani wetu sasa, uh -huh. tunashindwa kuzalisha klabu nyingine toka wakawatani wetu? kwani pane Afrika katokea wapi Si si alikuwepo Pan Afrika na tukamfuta kwenye uso wa dunia wewe, ujui alikuwepo nyota nyekundu tukamfuta kwenye uso wa dunia. Alikuwa prison. Alikuwepo, yani hata yeye awe na makini finisua, kwa sababu sisi ndo wakubwa, hmm. kwenye mpira wa nchi. Hizi goli tano godi ni usirudishe kwa goli tano. Goli tano zipo Yanga, mara kwanza kushinda tano kwenye ligi kine. Yanga kine, shashinda sita Yanga shashinda saba, sio mara pili mfululizo. Hii mechi tuna mechi tatu mfululizo tunaweza tukafunga goli ishirini Shirini, azia hiyo ya tano ilopita At na ilo ya leo inayofatia ukijumisha, okay, nazo kapata goli ishirini kumi mm, hey, mm. na tano hapa. Simba wameimarika sasa, ndio nauliza Simba wameimarika man of the match kipa ni zidi ya nani moto? Kagera Sugar nini oya, tusikilizane, Simba mmeimarika zidi ya Kagera Sugar <laughs> goli moja bila. Man of the match Kamala, ukumbuka Kagera Sugar idara yao ya ushambuliaji Alabu, yani kapewa mauwa mengi sana. Sasa kawapewa maua mengi kwa sika sababu sikaokoa sana yani, kupewa maua maanake ka, kadaka sana yani kaokoa kwelikweli zidi ya Kagera Sugar. Wananchi mtuchekeni kidogo, mchezaji <laughs> pia <laughs> wa <laughs> Simba <laughs> Yaani, hata wewe hembu waza mbona sisi alabu Msheli, msheli, msheli alikuwepo, yeah. kwani maua hatuwezi kumpa si hajafungwa Msheli, lakini akupelekewa moto kwa sababu kacheza dhidi ya Dodoma Jiji, si yes. Umenielewa, Kamara kapelekewa moto na Kagera Sugar anapewa maua yake. wallahi wallahi wabilahi, kama wewe ni Yanga kata tiketi tukutane Benjamin. Mimi nakwambia kama wewe ni Yanga na unahitaji furaha ya kweli, kata tiketi tukutane Benjamini Mkapa kwa sababu tunapokutana Benjamin Mkapa, mashabiki wa Yanga tukawa wengi kuliko wa makolo, kwa sababu makolo si taarifa, wapeani yeah, yeah, wao yeah. Saizi wako kwa waganga, wanawaza kwa waganga, sisi tunamkabidhi mechi Mwenyezi Mungu yesha, alafu yesha, tutakutana pale. Na sasa hivi mnatamba mtandaoni na breaking news mnatutisha kidogo, si ndio? tumekuja kumsalimia mama yake tumekuja kumsalimia mamate jaona bandarini pa tumeenda kidogo ninina. eh, yeah. uh, ah, so, baba mlezi wa mpira <inaudible> wa nchi yuko huku Zanzibar. hmm. Yaani weo usiwazi, hayo ni mambo ya mwakani. Kwanza dabi <inaudible> nah, ya Kariakoo yako <inaudible> tukutane pale Betha, nakwambia mimi, yaani kwanza moto tutakawapelekea makolo waje kupelekewa tangu wameanza maisha ya wa mpira, wasije wasije. Sisi ndio tunataka tuone kama wanaweza yeah. kuwa Yanga yeah. sisi Yanga tunaweza yeah. kusema hivyo, na tukafanya ipo pale Yanga kwa ajili gani? Yani si taz mapato ya Simba, wakati sisi yenyewe Yanga tunatosha kujaza uwanja. Basi rais kutoka Marekani vipi? Yeye, shabiki wa simba yote asije kwanza, kwa sababu wenyewe sisi tunaenea, kwa sababu angade yenyewe tunakaaga wenyewe, hatutaki mje. Mashabiki wa simba waje waje, wachezaji wenu tuwashone. Mnajua hivi, mnajua kuwashona chapa. nasema Peleka moto makoronye Oya, msije wanangu, bakini nyumbani. Usiku mwema.